Na Mungu nasikiliza Baraka One TV, ni majira ya saa kumi na mbili ya jioni, ikiwa ni saa moja majira Afrika Mashariki. Ni baba la baba mzee wa ngasuma Rajabu akili Kabonga ambaye kuna kurushia haya matangazo, ili kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV, tukupia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, karibuni sana. Uh, karibuni sana kuna tusikiliza katika yote ambayo huko wanasikiliza uh, hali unaendelea Uvira, Fizi na uh, sehemu zingine uh, tukiongelea masuala ya Fizi mchana, lakini tuta uh, kuja na taarifa hapa. Uh, nilisema mchana kwamba kikao kilifanyika Fizi na hicho kikao shefu wa Fizi, wa wa territoire ad, administrateur Sami Kalonji Badibanga aliweza kuitisha mkutano wa dharura wa watu kuweza kukaa kujadiliana, kukungana na hali yenye iko inaendelea kule kati ya makabila e, bilozebishambuke wabembe, nazungumzia wa, wa, wafuliru wabembe na makabila mengine. Kwa nini sisi kwa sisi tuanze kunyochana kunyoshana vidole? Kwa nini sisi kwa sisi tuanze kupigana? Hapa ifune uke claire kitu moja, atuna bifu na wafuliru wa Vira, wa Nyarwanda, wa nani? Hapana na Mkongo sisi tunajuana kwamba kila batu biko na antite yabo ya kuzaliwa, hilo liko wazi. Bafuliru biko na kwabo kwenye balizaliwa, kwamba hawa ni watu wa semu fulani. Wabembe pia wako na kwao, kwamba hawa ni watu wa semu fulani. na kama watu wanaweza kutoka kule kuBafuliru kuja kujenstalimu Bubembe banaishi mule, banazalia mule, banakumalia mule, ni na nini sawa, muko na haki kwa sababu muko bakongole. Lakini ile ardhi ya fizi haiku ya bafuliru. Kwa nini tusi tunambiana, ile ardhi ya fizi sio ya bafuliru, ya hili ni ya babembe. Mweye mlikuja kama vile bakongole, muko na haki ya kujinstali me, amna haki ya kutafuta wami, amna haki ya kudirije mungini ile iko na venye nayo ba miaka na miaka sasa. Wakati mko mnafanya vitu kwa kuempose watu, kutaka kuwalazimisha watu wafuate matakwa yenu nyinyi, ambao mmekuja kutoka sehemu nyingine, no? Konsisio yetu iko wazi kwamba tuko ngole e libre de s'installer partout en RDC de se marier kwa mwanamke yote mwenye anajisikia sikie no? uh -huh. Unaheshimu wale wenye unakuta pale. Donc unafuata kanuni, mila na desturi za wale wenye wako pale. Sasa unakuja unataka udomine enebembe bora stuka na faiblesse moa hivi enye e, bosiniwambie nayo faiblesse yetu

huko mna. Mnazungumza wa mna. Leo Bafuleru wanakosa kuikala chini kusema hivi teritori yetu ya Fizi na ya nani ya Uvira inaenda leo, sie tulikufaka sana msonga mbele ondekane, tulifanyiwa masakre ya mingi Uvira na Fizi Kugambo ya Noro Kivu na Sidi Kivu. Sie batu ya Sidi Kivu tena Uvira na Fizi ndo batu balifanywa anashindwa ba kuikala kimoya, kusema hivi leo tena Uvira, tunanyanganyiwa Uvira juu ya siasa bamaimai bazalendo ba FRDC ba kupigana ba siasa za bujinga zilionekana zili wazi Ruvunge, bagarsoa Ruvunge balionesha wazi. Ma, ma, ma, bitu bilionekana wazi bakaanza kupiga mabombe, kabla ya mnyoronda kuingia. Mvira. Bonsoir, bonsoir Papa Rajabu, habari ya leo muko bien e? sisi tunashukuru Mungu, tuko salama, nashie tuko tu hapa Bukavu, lakini ilikuwa tu kuambia kama bandugu e, yetu bazalendo wenyewe viko kule na FARDC yetu bakwe e, makini sana bakwe makini. Tunaona beni sita hii, beni za kusomba mchanga, beni sita ya bakahoko zinashuka tuko huku Panzi, tunaona zinashuka ngambo ya Nyangezi, iko saa zinaenda ngambo ya Uvira. Bakwe bakwe makini, bakwe makini. Aa, batusi wanatuzoea sana, sawa sawa baba magharibi. Ah, jambo, jambo wakongomani wote pamoja na Baraka One TV. Hey, jambo sana, shukurani sana pamoja na wazalendo pamoja na FARDC wale wazuri. Hey, shukurani sana. Aa, wakongomani, jambo la kwanza, wale wote ambayo walioshikwa na M23, mukipata njia muponyoke, mutoke kule, hata kama uko M23 mutusi, pata mbinu yoyote, jechange naba wakongomani wenye ambayo walioshikwa muwambie twende tujepane mikono ya wazalendo au FLDC kwa serikali ya Kongo. Ju kwamba mambo inenda kuharibika. Mambo tabalibikia mu Kongo ni M23. Na kule kwenu kwenye mtarudia, mambo haitakuwa mzuri hata kama vita imeisha. Ju kwamba hata kama imeisha bila Rwanda kupigwa Rwanda inenda, inenda kulipa Kongo, inenda kupigwa masanction. Tuko pamoja. Ewa, Kongo, mani wote zaidi watu wa Uvira nilisikia kwamba hawa wa, watusi wanaanza kusema kwamba watusi na wabende wanataka wakuwe umoja, waache vita ya kupigana wa, wa, wakuwe umoja. Kwanza msikubali kwa wakati huu, tungali muvita. Hivyo vitakujaka wakati vita imeisha, tumemaliza kufukuza mvyetu adui yote Mkongo, lakini kwa wakati huu ni wakati mgumu, tunaweza kuwa pamoja. Tunasema tuwe pamoja, tujue adui ni nani mwenye tuko naye sasa hapa ndani, tunaweza kuwa umoja. Na information zinatoka kwa wakati huu tena zinarudia vi mwenye vitu kwanza, tusubiri hadi vita itaishaka, tuko pamoja. Jambo lingine sasa, mambo African Union imeshimama na UN security ka UN imeshimama M23 wakati mnakataa kutosha majeshi yenu, munaenda kupigwa tena, mnaenda kupigwa na African Union. Hiyo African Union inenda kutumikisha, inaenda kutumikishwa na America, tuko pamoja, inenda kutumikishwa Amerika juu kwamba ava bafranse babelgiki banani wenye walikuwa nyuma ya M23 hivyo vyote vinaenda kuisha hemu vyantu wameenda kupigwa juu Kongo iliingizwa mu UN, iliingizwa mu UN Security Council, nayo iko member. Amerika ilikata akili, ikasema, sitakula peke yangu, wacha nikule na wamemba wangu. Kukula nabo nifanya namna gani? Wacha niingize Kongo mu UN Security Council, tukule sie wote, wamemba benye wako mu UN Security Council Muko ndani Uingereza, muko ndani Ameriki, muko ndani Ufaransa, muko ndani Rusia, muko ndani China, eh? na Kongo sasa nayo imekuwa memba, kinamaanisha wote wale wote wale wamemba batakuwa banakula sasa. Kwa hiyo Rwanda we oneenda kupigwa, Rwanda atapigwa ao bamemba batano ndio kichwa ya UN Security Council. Na kuna wanamemba wengine juu kwamba UN Security Council iko ndani nchi kama siku kumi na nane. Bali vile, ba memba watano ndio hawabadilikaki. Amerika, Ufaransa, Russia, China na na Uingereza bali hawabadilikaki. Lakini hizi nchi zingine zinabadilika kaka na inaenda mbili mbili kula Mukongo watakuwa wanafanya vote, kinamaanisha Rwanda inaenda kutoka ndani ya Kongo. Tuko pamoja. Rwanda ambayo kinamvindisha kiburi kichwa kiko kitu kimoja, hamujui. Mfarume wao Museveni aliongea kwamba anapiga Ameriki. Sasa bao wanafikiria kwamba wakaje changa Rwanda na, na, na, na, na, na Uganda banaweza kupiga hizi nchi zote. Mtu akisema napiga Ameriki kinamaanisha nchi zote neza kuzipiga Afrika yote, hakuna nchi ambayo inakushitua, kila nchi yenye ambayo uko mwa Afrika unaipiga. Ndio maana alisema kwamba Ameriki mimi minaipiga kwa chini, hata katika Afrika hakuna nchi ambayo inanibabatisha, tuko pamoja, ndio vile alisema Aba Rwanda na Uganda Museveni na Kagame wanajua wanapiga nchi zote za Afrika, hakuna nchi ambayo inaweza kuwapiga. Sasa hilo ndio kiburi bana, vimba Kagame ndio iko na vimba, vile mfadhu mwaka alisema anaweza kupiga Amerika. Sasa bale bakije changa banaona, eh, sisi tunaweza kupiga Amerika, mbona Somalia ilipigaka kwa chini? Sasa wakaona, eh, Amerika tunaweza kuipiga, vile ilishindikana Somalia, na sisi tunaweza kuipiga. Bale mapumbavu sijui wanawazaka na mnagani, ile ni super power number one cha kwanza ili rumiaka Somalia. Somalia bali ya chaka tu kuacha, lakini bangia mwaka kupiga Somalia, bangia piga inatoka hata kumapo. Sasa Amerika haiwezi kupigana na nchi uvivu. Inatumikisha nchi za Afrika, inatuweka ndani franga, inatutia ndani kila kitu, tunapiga shenzi. Na sieba kwa ngoma tusipoe. Tuseme kwamba yeye Amerika Umoja wa Mataifa amefanya hivyo, anaenda kuleta majeshi, ah ah, sie tuendelee mbele na vita tupiga adui paka

naani ile ya nimefata matangazo ya saa sita ya mchana hapa kuhusu vale vandugetu. <coughs> Mtu wote mwenyewe unakuta iko nafanya komanteri. Hata Biblia inasema Yesu alikuwa nasema hasiwe pamoja nasi osi wa kwetu, mema iko pamoja nasi ndio wa kwetu hata mkomenti unaweza ukajua adui ya Kongo, unaweza ukamujua ukamtambua kirahisi. Na kwa ajili ya tamaa huto kutosheka, watu wengi wanajivika jina ya Kongomani. C'est tres facile, unatafuta card national id unaonapata aia maanisha njoo kukuwa na upendo na nchi na ndio kitu nituko tunasema ya kwamba inaomba sie kama hii kizazi generation ni tukuhamo, inaomba tuamuke kiakili, sababu mbinu za wa ndugu yetu ni ya mubaya sana, na ya kutuacha katika utumwa siku zote na vizazi na vizazi. Naomba tuamuke. Hata ile wanasema kule Masisi watu walifariki. <coughs> Acha tuseme hivi, hata kama tunajua asilimia ya watu wengi kule ni wale wale wa ndugu yao tu, ya kule ngambo, ni watu ya kule ngambo tu wenye walikuwa transplanté, balikuwa transplante ba infiltré, njo ye banayala mulengo ya kusema bakamate inchi kwa nguvu, by force. So ndio maana naomba tuamke, hawa watu haiko kwa ndugu yetu hata vanduketu veniko kule ngambo za Mikenge, Rugezi, wapi kule mfule kote mboku mbokoboko, naomba tukeshe hawa vatu. Naiko vatu vakuowana nabo, tusike naoana nabo au kuowesha watoto wetu kwawao, juu aneweza kuonesha ya kwamba muko pamoja me, hata nyuma ya miaka makumi atageokaka tu eh? Kitu kenye Mungu amelaani aweze ukibariki na kenye Mungu amebariki aweze ukilaani. Batu ni natiri ni maumbili yabo, mukikuwa kwa sova, kwavo njoba napendaka tukatale, hata kama ivi Mungu anatushindia kisi anatushindiaka kama atutalamuka kiakili, siku mwa tutajikutaka tena tena, bametuvamia tena ile ile njama inaanza inamwachia nafasi bongo ili eh? mm? Yeah. Bakishindwa unaona, vaye vote viko marugezi minembo ikuli kama ndugu zao wanashindwa wanageuka, na sasa unaona tupatane, hakuna shida hakuna nini, na wakati ni bakifaulu, banabakia katika msimamo ile ile ya maua. Sasa tutakuwa na kufa kila siku, tutabakia mwai shida na kwa upuuzi ya watu wengi, viko nakamata banatukana rahisi rahisi, ava meme Huyu Tshisekedi haya afika hapa, hii njama ilikuwa tangia zamani, na kama balingia munani munani, tangia wakati ya Mobutu ni lengo tu ya uvamizi, njo tu maisha yabo, na wanaifundisha watoto kama vile semina, mumanyumba mukanisa. Lakini hmm, kama sisi atutalamuka na tukamate distance na aba batu yeah? Mungu ametupa nchi na ametubariki. Inaomba na sisi tuishughulikie na kuichunga, inaomba kuempoze eh, kulazimisha ile authority yetu kusema, sie njo batoto ya udongo. me tukisema Mungu atatupigania kama atulazimishe ile, ile nani haki yetu ambayo tulipewa na Mungu. Maandiko njo nasema eh, usiondoe mupaka eh? ukisoma nani nani, nani? Me, mezali mezali makumi mbili na mbili makumi mbili na munane usiondoe mupaka nimbo mbazazi yako walikuachia. Kumbukumbu la Torati kumi na saba makumi mbili na saba kumi na saba nasema na alainyo anaitambuka mupaka, hmm? Ninaomba tuichunge na kama tuweze ku kulazimisha aki Mungu alitupatia, na kuonesha ujasiri kama ni yetu ni udongo wetu, hatukuilomba. Hakuna mtu aliandika kibarua mbele ya Mungu kusema aitwe Mkongomani, hatukushitakia. Ni mpango wa Mungu na Mungu anayua sababu akabariki nchi. Lakini tabia, ndugu zetu awako hapa, hakuna mwanamke, hakuna mtoto kwao. Na kama hatutatosha hii akili, tutaendelea kupata shida, tutakuwa narudia mwai jambo kila siku mm. Jambo mtangazaji wetu uh, bwana Rajabu Akili Kabonga mzee wangu wa suma, ndio na mimi nafata ya informasio ya Dozer <coughs> kwa kweli huyu mutu na mimi namufatililiaka sana mmakomanteri, kila siku anasemaka anaandikaka hivo mmakomanteri ase matangazo yako haikuwa ya kweli, kila siku akiandika tu komanteri na pasha iona mo, huyu ni umoja wa wa M23 huyu. Kwa nini juu hana ile uhakika? Na vienye wengine wanasema yeye habisikii na habijui, yaani kukomante tu maneno yake yenye anajifikiria Shia wamoja tunaonaka kama ni ya ukweli, na tuna yon... Iko tu ya ukweli, matangazo yako yenye unatutangaziaka juu mbele ya kutangaza, unaychunguzaka kwanza, unaychunguza yenye unasema, na njo vile naendaka sambamba. Kwa kweli, vile unasema, naye aende akapigane, naye aende apo Uvira kwanza, aende akashimami apigane. Yeye anasemea kwenye iko, lakini hajui chenye kiko kinaendelea, unaona bwana Mo, na pia tena tunasikia hii politiki ya Kongo iko complicated uh, tu, tunasikia kila siku wakisema wanyarwanda watoke mahali pote walishika, waondoke waende. Sasa kuna ingine, kuna ingine clip niliona Trump alikatala Konstitisio ya Kongo sibadilishwe. Sasa hapo tutaelewa tut, tu, yani tunaamini nini hapo, na tutaelewa nini. Kama kweli Trump anakia kutusaidia, kwa nini akatale konstitisio ya Kongo haiwezi badilika? Maanake hiyo ya, ya Kinyarwanda endelee tu, njoba vayuo gisi watakuwa wanachota mali zao juu, hiyo konstitisio ya Kinyarwanda yakibakia hapo na Kongo fujo haitaisha ndani, itakuwa ni yale, yale. Njoo hivyo baba, sijui kama namwe muliona hiyo hiyo clip yenye Trump alisema Kongo nani, konstitusi ya Kongo haiwezi kabadilishwa. Njoo hivyo baba, njoo chenye nilikuwa nasema ni, ni, njoo chenye nilikuwa na wazia hicho.